Tunakusanyika leo kwa ajili ya kutekeleza kwa ajili ya kutekeleza hatua muhimu katika juhudi zetu za pamoja za kuimarisha elimu katika mkoa wetu wa Arusha. Tutakuwa pia na mpango mkakati wa elimu wa mkoa utakaowasilishwa leo, ikiwa ni ishara ya dhamira yetu ya kuboresha matokeo ya ufundishaji na ujifunzaji, ambayo itatupelekea kuongeza ufaulu ndani ya mkoa katika mtihani ya taifa ikiwemo ya kuhitimu darasa la saba, kidato cha nne na hata kidato cha sita. Mpango huo, ndugu katibu tawala mkoa, utakuwa ni mpango shirikishi utakaoshirikisha wadau wote wanaohusika na elimu. Mpango huu, mheshimiwa katibu tawala mkoa, unapambanua maono yetu ya pamoja, malengo na mikakati ya kushughulikia changamoto kwa pamoja ili kuzikabili changamoto hizo kwenye sekta ya elimu na kuweka mwongozo wa aina moja wa namna na kutatua changamoto ndani ya mkoa wetu na hatimaye kuinua kiwango cha elimu na ufaulu kwenye mkoa wetu. Maeneo ya kipaumbele ambayo sisi wataalamu wa elimu tuliyaona ni haya yafuatayo, ndugu katika utawala wa mkoa, eneo la kwanza ni uimarishaji wa uongozi na usimamizi wa elimu. Tumeweka kwenye mpango mkakati mambo mbalimbali ya kuwafanya viongozi kuwa wenye uwezo wa kusimamia kubuni na kuhakikisha kwamba tunawafanikisha mkoa na halmashauri zake kwenye sekta ya elimu. Lakini eneo la pili, kuwa na utaratibu wa kuomotisha watumishi walimu pale wanapofanya vizuri, pamoja na wanafunzi wao, ili kuamsha morali ya walimu na wanafunzi kupenda kujifunza, lakini walimu kupenda kufundisha ni kuboresha ujifunzaji na ufundishaji shuleni, lakini kikao pia kiliona eneo la nne ni kuhimiza wanafunzi wote kupata chakula cha mchana shuleni. Sisi tunaamini mtoto aliyeshiba anaweza kufundishwa na akaelewa vizuri, na hatimaye tukapata matokeo. Mkoa wa Arusha una vipaji vingi, watoto ambao wana uwezo lakini tumeona kwamba tuna haja ya kuimarisha eneo hilo, ikiwa ni pamoja na ukakamavu shuleni. Kwenye eneo la ukakamavu, uanzishwaji na, na uhuishaji wa scout shuleni ili kuweza kukuza uzalendo, lakini ukakamavu na ulinzi shuleni. Sasa kikao hiki kinatengeneza roadmap. Ndugu Katibu Tawala Mkoa, tutashirikianaje kama wadau wa elimu katika kuitoa elimu ya mkoa wa Arusha hapa ilipo kwenda mbele. Kwenye eneo hili tutaweka malengo, ndugu katibu tawala mkoa, kwenye mpango mkakati wa elimu. Kwa sasa mkoa hauna jambo hilo. Kwa hiyo tukipata ufaulu tunasema, mwaka huu tunamshukuru Mungu tumefika asilimia themanini, mwaka huu tunamshukuru Mungu tumefika asilimia tisini. Waliopata asilimia tisini na sita kama ni mashauri ya jiji wanamshukuru Mungu, tunaendelea kuwapongeza kwa sababu wameshapata, lakini ukiwauliza walipanga kufika wapi, na wenyewe hawata kuambia, ila wameshafika 96 sita.